Una vimbe maji, lakini kila ukijaribu kutibia changamoto yako ya kutokwa na uchafu na hali ya fangasi huwa haiishi, uwe inakuwa ni ya kujaribia. Sasa daktari, hapa inakuwaje? Ukweli ni kwamba ukishakuwa na changamoto hii, kwa sababu chanzo cha tatizo hili huwa ni kushuka kwa vichochezi au homoni zako za kawaida za uzazi. Kwa hiyo ndio maana yake changamoto hii imepelekea pia kuwa na hizi infection ambazo pia zinaweza kujaribia, lakini pia ndio hiyo hiyo iliyopelekea kwa vimbe kujitokeza. Kwa hiyo kama utaweza kuweka vizuri homoni zako, kuna uwezekano ukajikuta umeondokewa na changamoto ya infection hasa ya huu kutokana na uchafu, lakini pia infection hiyo hiyo ambayo inapelekea ya panga sikuwa ni ya kujijia. Kwa hiyo usihangaiki kutibia uchafu wakati unaijua kabisa una changamoto hasa za vimbe. Pia nazungumzia zaidi zaidi zile ovarian cyst na ndiyo maana yake ninasema kwamba nipo nawe katika safari ya kuweka mama kabla hajafikia kutibia changamoto ya uchafu au kuwashwa mara kwa mara katika sehemu zako za siri. Ni vyema kwanza uweke sawa homoni zako ili uweze kutibiwa moja kwa moja. Na ndiyo maana yake upate matibabu ambayo yameshasaidia wanawake wengi kwa sababu yanaenda kudili na chanzo cha tatizo. Lakini pia huwa anaenda kusaidia kurudisha wale bakteria wazuri na vile vile anaenda kusaidia kurejesha wale normal flora nasaidia kurejesha ule unyevunyevu ambao unyevu, unatakiwa unyevu, ukeni na kuwa kama mlinzi katika vyavaku vya uzazi, ila pia inaenda kusaidia kurejesha kingamwili, na hapa inaenda kupatikana baada ya kupandisha uwezo wako wa hormones kawaida. Ndani ya siku thelathini pekee wanawake wengi sana wameweza kuondokana na changamoto hii.